Safari nyingine kuelekea katika hifadhi ya taifa ya Mikumi mkoa mkoani Morogoro. Msimu huu nizamu ya mafundi sanifu kushuhudia kazi nzuri ya kihandisi iliyofanyika katika ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa SGR. Baada ya mkutano wa saba wa mafundi sanifu ulioandaliwa na bodi ya usajili wa wahandisi ERB jijini Dar es Salaam, kilichofuata ni safari ya kitalii kuelekea katika hifadhi ya taifa ya Mikumi. Watu watakaopata kwenda kwenye SGR, nendeni mkimaliza hapo, mwende kule Mikumi mkainjoe mkaone utajiri tulionao katika nchi yetu tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Safari hii ilianzia katika stesheni ya Magufuli jijini Dar es Salaam. Kwa hakika inapendeza kwa hiki kilichofanyika hapa Miundombinu inasadifu timamu katika usimamizi wa kazi za kihandisi hapa nchini. Majengo, miundombinu ya umeme, reli ya kisasa na treni yenyewe, ni ishara kwamba kazi imesimamiwa vema, ikafanyika vema na kuleta tija iliyokusudiwa na serikali tangu hapo awali. Baadaye tuliwasili katika stesheni ya SGR ya Jakaya Kikwete mkoani Morogoro. Hapa ndipo ilipokuwa mwisho wa safari ya kuja hapa mkoani Morogoro, kwa ajili ya kuanza safari kwenda katika hifadhi ya taifa Mikumi. Baada ya kufika hapa wote walipokelewa na kuwa tayari kwa ajili ya kusafiri na magari ya kitalii kwa takribani kilomita 120 hadi katika hifadhi ya taifa Mikumi. Kuna highway ndefu ambayo ipo mbele yetu. Tuna matumaini tutafika salama. Tumuombe Mwenyezi Mungu tufike salama. Ndani ya hifadhi, mafundi sanifu hawa walishuhudia vivutio wa mbalimbali ikiwemo mandhari tulivu ya Mikumi na wanyama mbalimbali. Toa Lucia Makinda na mafundi sanifu ujenzi kutoka Wizara ya Maji, Dodoma. tumekuja kutembelea mbuga ya Mikumi ikiwa ni sehemu ya kongamano letu la mafundi sanifu la saba lililofanyika Dar es Salaam. Tume hii safari tumefurahia kwa sababu tumeweza usafiri kwa usafiri wa SGR ambao kwa sasa umerahisisha njia tuna ya mawasiliano kutoka Dar es Salaam Morogoro hadi Dodoma. Tunashukuru ERB kwa kuweza kuratibu zoezi hili, kwa wale tulioshiriki tumefurahi sana, na tunaomba kongamano lijalo waweze kutupeleka mbuga nyingine au kupendekeza mbuga a nyingine tuweze tukafurahia mazingira yetu wanyama wetu na kuijua nchi na vivutio vyake. Tumetoka Dar es Salaam saa mbili tukiwa katika treni ya SGR lakini muda wa saa tatu na dakika ishirini tukiwa tumeshafika Morogoro. Kwa hiyo imeweza kurahisisha usafiri kutumia muda mfupi kuweza kufika mjini Morogoro, na tumeweza kufika ndani ya siku hiyo hiyo, tumeweza kufika hifadhini na kufanya utalii ndani ya dakika saa moja na dakika 40 tukao tumefika Morogoro. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa ambao unapunguza u, kutembea kwa muda mrefu, kwa mfano unapokuwa kwenye basi. Kwa hiyo uwekezaji mkubwa. Bodi ya usajili wa wahandisi ERB iliandaa safari hii mahususi kwa lengo la kuunga mkono treni ya SGR ambayo ni alama kubwa ya kazi za kihandisi zinazofanywa hapa nchini, lakini pia ikiwa ni kutoa fursa kwa mafundi sanifu kufanya utalii wa ndani. Nimefurahi kuungana au kuwa miongoni mwa ili tukio ambalo, ame... ambalo limeandaliwa na ni ERB. Nimefurahi sana kwa kweli, wameweza kututembeza mbuga za wanyama, tumeweza kufanya utalii wa ndani kwa kweli mazingira ni mazuri sana, mazingira ni mazuri sana. Tunawapongeza kwa kazi yenu njema, tunawapongeza kwa ajili ya kuweza kuratibu zoezi zima. Tumeweza kutembe... kutembelea miundombinu, tumeweza kutumia, kutumia fursa hii kuangalia Tanzania jinsi ilivyo, maana wengi wetu najua hatujawahi kufika, ila tumepata chansi kwa kupitia uratibu aliofanya ERB, hadi sisi wengine ambao hatukuwahi kufika tumeweza kupata fursa hiyo. Naona hii package ya kuja kufanya kama excursion inatuweka karibu zaidi na pia tunawakaribisha watu wengine kuja kujumuika kwa miaka inayokuja. Mafundi sanifu wanasema hiki kilichofanyika na bodi ya usajili wa wahandisi ERB kwa mwaka huu imeacha alama katika mkutano wao, jambo zuri ili ambalo wamelifanya, na tunaona watu wengine pia wapende kuja kujifunza na kutembelea hifadhi zetu, pia ni namna ambavyo tutakuwa tunaziunga jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye alianzisha safari hizi za kutembelea vivutio vyetu. Kwa katika kazi zetu tunazofanya tunakuwa bize, lakini katika kuja katika kufanya refreshment katika mbuga inatusaidia sisi kurefresh mind na kupata akili mpya katika sehemu mbalimbali katika kazi zetu za kiuhandisi. Afisa uhusiano kutoka bodi ya usajili wa wahandisi Mariane Mgombele anasema mwisho wa safari hii ni utayari wa safari nyingine kubwa itakayofanyika mwezi Septemba mwaka huu katika mkutano wa mwaka wa wahandisi. Tumewaleta mafundi sanifu ambao wamehudhuria mkutano wao was, mbili, mkutano wa siku mbili tarehe 21 na tarehe 22 pale Dar es Salaam. Safari hii ni ujumbe kuelekea mkutano wetu wa mwezi wa tisa wa wahandisi yani, Annual Engineers Day ambao tunatarajia kuleta wahandisi zaidi ya 200 ili waje kutembelea, lakini pia kutangaza shughuli za kihandisi zinazofanyika nchini kwa kupitia eh, mradi wa SGR. Baada ya kutalii kwa siku nzima, hatimaye safari ya kurudi jijini Dar es Salaam na Dodoma ilianzia katika stesheni ya Jakaya Kikwete kwa kutumia treni ile ile ya SGR. Mimi ni mi James Lerombo.